Kipa wako wewe unayemjua, hakuna wa kumfikia Jigidiara. Yuko kwenye levo yake, levo ya Afrika. Jigidiara vipi? Amsogelei Yakubu? Yakubu wa Simba anapaswa kujifunza mambo mengi sana kwa Jigidiara na ha. Ni makosa na ni haramu kusema Yakubu Suleimani namkaribia anamkaribia Jigidiara, utakuwa umechanganyikiwa na mpira wetu. Utendee haki, utuachie, nenda kwenye madogoni huo, eh. Ndio uhalisia Ndiyo jigidiara yani yakubu suleimani amfikia jigidiara haiwezekani. Hawa makocha wote wa magorikipa training wanaipata kwa jigidiara jamani, dakeni, kama yule kaka yetu mnamwona kaka yetu lakini magorikipa wote ukiwaangalia, wazawa mpaka wakigeni, level ya kumfikia jigidiara bado hako mbali, yani kumfikia jigidiara sana. Nafungua kung'ang'ania kwenye kitasa. huwezi kutoa, huo ndio uhalisia. Mnyama na nguruma muda mchache ujao hapo eh, mbweni vipi? Mimi kwangu naweza nikasema ni mechi ambayo nyepesi kwa Simba, labda Simba iamue yenyewe. Lakini kiuhalisia, ninachotaka kukisema kumbuka, Simba kibaki na matola nyingine. Matola alikuwa kocha msaidizi ndani kwenye uchochoa na matatizo yake. Kwa hiyo naona kabisa kwamba ni mechi ngumu sana kwa Mbeya City, ni mechi ngumu sana kwa Mbeya City, lakini ukweli ni kwamba waamuzi watende haki tu. Lakini Mbeya City kuikomalia Simba pale, ah, uwe ni uongo, ni ni uongo. Uni nuni umemtaja hapo eh, jamaa yako Suleiman Matola. Yeah. Eh, umesema akipewa timu huo mara nyingi nakufurahisha na, na we unaamini anatosha? Yeah. na iye kupewa timu vipi kuanzia leo sasa una, unaendelea ule msimamo wako wa kuambiwa achue ah, timu? Of course, mi mwenyee nasema tu kwamba sio Matola peke yake Simba anapaswa kumkumbatia sana. Mlitazama Ngungu kama mwenyekiti wao sana, kwa nini? Sidhani kama utakuja kumpata mwenyekiti makini kama yule, hmm. Ukizingua nazima hata anaondoka, yeah. Ni mwenyekiti makini anayepusha lapsha, lapsha, lapsha. Simba atakao kumwamini sana kocha Suleiman Matola. Mimi sipendi unafiki kusema tunamwamini Matola kwenye mechi mbili, ah-ah. Si ana sifa, mpeni mzigo, unaelewa vizuri, yeah. Lakini mimi kwa utafiti wangu Matola akiwa kama kocha mkuu kimvuli ndani ya Simba ana matatizo mengi kuliko Simba, na ndio maana akiachia yeye timu kwa sasa, leo atashinda, atashinda vizuri sana na burudani ya kutosha. Ila ngoja aje kocha mgeni, utasikia wachezaji wanakosa magoli, na leo hawakosi, leo hawakosi nakwambia. Na manake kama wakosi, unaona Mbeya City kama akafungwa kuanzia goli ngapi? Mimi cha kwanza niseme ili Simba ikae sawa, inapaswa kubadilika kila kitu kila kitu kila kitu. Nitawaambia ndio ukweli. Mfumo wa Simba ambao hata rasimu ambayo imejadiliwa hii juzi, walikuwa wameileta hapa wakakimbia maswali, ni rasimu ambayo au ni mabadiliko ambayo hayakujadiliwa na wanabodi. Huo ndio ukweli. Mwanabodi yoyote ambaye anabisha aje kwangu. Sawa, kocha Dimitar Pantev anaondolewa, yule meneja mkuu tunaambiwa, si ndio? Baadhi ya wajumbe hawana hiyo taarifa Shee, hamuwezi kutoboa. Ndio maana Simba ikifungwa, kuna viongozi wanachekea chooni na CEO pia anasema haja hey, na, na anaongezewa, si wana mkataba. Baadhi ya wajumbe hawajui wanategemea nini. Unaelewa vizuri, narudia tena, Young Africans kujua tatizo ni rahisi sana kwa sababu ya mfumo wao. Ndio maana Yanga ikitokea ime, ime, imefanya vibaya hapa, engineer, engineer, engineer. kwa nini? Kwani asemi Alex Ngai? Wanajua Alex Ngai yuko chini ya nani? Ya engineer, lakini kule mara mangungu mara useme moo mara useme magoli mara useme haieleweki. Unaelewa vizuri, kwa nini ya mfumo ambao ni mbovu. Nisikilizeni leo, nalizungumza very clear, hii Simba isipoangalia na mfumo wao, kama utaendelea na namna hii, Yanga atashinda mechi mbili mfululizo la ligi kuu, Yanga bingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Unabisha, ngoja mwisho wa msimu. Na hapa Simba napaswa kushukuru sana Afcon imeingilia kati, hali ilikuwa mbaya, alikuwa nakufa mtu mkoba huo, ndio ukweli kwa nini ya mfumo wa Yanga fikazi kuwaragai wachezaji ni kazi, unaelewa yeah? Lakini leo nyinyi mashahidi, kuna kipindi maalum Ahmed Ally alisema alikuwa anamsifia Tai, jamani, geni huyu Tai ageni, ndio baba yake nani, Eli Mpanzu. Haya, Tai ageni huko ndani ya Simba hayupo, unategemea nini hapo, sindio? Maana kama leo Isa Masudi ana mchezaji ashabaraka, na mchezaji kila mtu ana mchezaji shee, hiyo sio taasisi mtaferi taasisi lazima izungumze lugha moja, vinginevyo mtafeli kila siku. Katika haya nao yaona. Endeleza, endelezani ubishi tu yeah. Simba inahitaji damu mpya, vijana wengine hivi. Utakuni utakuniambia wana Simba ni magoli peke yake? nchi nzima wana Simba ni mangungu peke yake? wana Simba si ndio hawa? naona kila siku ah -ah. Wasipobadilika hawa, Yanga viongozi wao waliwaita wasela hawa, wamewagonga mara sita mfululizo, wasela walivyokuwa mafia mara sita mfululizo, masela wamewagonga Simba mara sita mfululizo. naiona mara nane eh? Ndio uhalisia. wewe unatokaje pale Sheke nje ndani naiona e, nje ndani, uhakika na kama nachokuambia, mechi ya kwanza Yanga sibaeji Simba kuna hata kukimbia, kwa sababu kama leo na wanachama ambao wako tayari kueweseka na mambo ya nje, yani leo Alikamwe anawasumbua wanachama wa Simba mpaka viongozi wao, shee hapo una uongozi maanake alikaa sifa kuwa sio wa Simba saizi na akaituliza timu, ndio uhalisia shee. Kukaa na engineer unapata exposure, wanalipata vizuri kama na kiongozi anaishia Mkulanga kila siku wenzako. Moroko wapi wanaenda kupata exposure? Ukikaa na Infantino unapata madini, wanalipata vizuri unaona. Kabuza Kalulenge Mkulanga umerudi wapi? Shee utafeli, nenda. Nawaagiza wa, na viongozi wa Simba wanataka mfumo bora wamfate injinia pale. Wao wenzao walilipa hela la liga, wakaja wakafanya semina. Waende huu ndio muda taratibu. so, so, mwaka wa kumi huu, ni mwaka wa kumi tangu mchakato wa Simba umeanza mwaka wangapi? ni mwaka wa. Kwa hiyo hali ni mbaya, Yanga bingwa. Huo ndio ukweli. Wewe unabisha utakuja kwenye maiki, jifanya unajua. Na mimi napenda wale wabishi wabishi wale waje na fakti zao huo ndio uhalisia, shee popote. Hata kama wewe familia yako ili iwe na mafanikio ni mfumo wa wazazi wako. Matokeo ya wewe tunayoyaona kwa sasa ni wazazi wako. Kwa hiyo kama ni garasa ni kilaza, wazazi wako. Tunajua taasisi yoyote ili isimame ni uongozi bora, sio janjajanja. Huo ndio uhalisia. Sasa wao wamekutana, sayansi ya mpira wanaumbuka kwa sasa. Kumbuka Simba inafungwa mara sita mfululizo. Moo yupo anasusa anarudi anasusa anarudi, yupo na matangazo yake yapo, hata anamgonga mara sita mfululizo. Kwa nini? Kipindi ambacho Simba na dominate ligi, si ndio Yanga Afrikaanzi wakawa tembeza bakuli, lakini hawakuwanyanyasa Yanga. Kwa nini? Yanga walikuwa na komitmenti chini akina Mshindo Msola, lakini angalia kwa sasa. Oya mi namaliza, Yanga Afrikaanzi bingwa, mnabisha atakutana kwenye maiki. Asalamu aleikum Ambokile, kwa kikosi cha Simba ana jasusi wake, labda hata kwa kumsaidia shabiki mwingine ambaye anahangaika hata kumjua huyo jasusi. Mimi nadhani kama waandishi, Alikame si mwandishi, si ndio? Kwa kama ni mwandishi, kuna wakati ama kwenye polisi zetu au kwenye ethics zetu, kuna muda mwandishi hawezi kumtaja sosi wake, si unaelewa vizuri? Hawa wanawezeka, shida ya simba hadi wanachama na mashabiki wanafiki sana, hawana misimamo. Sasa hivi utasikia hapa wakishinda leo utasikia hii ndio Simba. Sasa ngoja wagongwe, wanabadilika dakika sifuri kwao. Alikamwe kuwa na jasusi wake sio kosa, ndio narudi pale pale katika mfumo wa uongozi, anayetoa taarifa ni nani? Unaanzaje kumchukia alikamwe wakati magoli kasema kuna viongozi wengine wana changamoto ya afya ya akili? Mbona wamlazimishi aseme? Mimi narudia tena, magoli ambaye ni mwenyekiti wa bodi hawataje viongozi ambao wana changamoto ya afya akili. Kumbe kuna viongozi wengine no signal. Atuambie kina nani? Channel ya zisomi huku. Viongozi ambao Simba ikifungwa wanacheka kina nani? Atoe maelezo. Nitegemea wanachama wa Simba wanasema na hii mbaya zaidi kwa sababu mfumo wao mbovu. Leo angekuwa na mkurugenzi wa wanachama ambaye yuko active angemfuata. Tunataka mkuru... mwenyekiti wetu ametuambia tuna viongozi moja mbili tatu. Kumbe tuna viongozi masnichi. Mkurugenzi wetu tunataka kikao, tunataka mkutano wa dharura. Lakini leo wote, kila mmoja anakaanga chapati, si wapi Karume, kaka zake kule, haiwezekani. Hao watafungwa sana na Yanga, na nawaambia leo kweli, Yanga itawagonga sana Simba Sports Club. Hii, Yanga itawagonga sana kwa sababu ya mfumo magumashi. Leo hii hakuna naye react yoyote kutaka kujua nani kiongozi sabotage, timu inafungwa, unacheka. Wewe Yanga unasikitika hapa kwa sababu gani? Ya mfumo ambao ni bora Huji kuona hayo mambo. Yaani Yanga Africans kama kuna sabotage, nani waambie ile kweli? Yanga kuna baadhi ya watu wameshaanza kuingia kwa wachezaji. Kipi kitu ambacho Yanga wamekibaini, Yanga imeachana na wachezaji ambao Simba haiwezi kuachana nao. Kwa nini? Baada kujua kuna shida. Ameachana nani? Tonombe Mukoko Simba wangemwacha. Nakuuliza wewe, yani Kibangali Tombo Simba wangemwacha angekuwa kule. Juma Shabani wangemwacha wakajua, kuna upumbavu nafanyika, piga chini. Hiyo Simba wanaweza kazi kusema kila siku, maduka maduka, mnafungwa, watafungwa tena watasema haua duka sasahi, ashasema mpanzu duka. Umeona hayo mambo, hawana misimamo, hawaelewi aliye waroga Simba aisee ka, ka, faidi sana. Huo ndio uhalisia. Tum, tumalizia na Jonathan So. Amekuwa ni mshambuliaji, alisajiliwa Simba kwa matumaini makubwa yeah, na hata wao wenyewe wana Simba kupitia ta meneja wao wa habari Ahmadi Ali ndio alisema ni mshambuliaji Simba.